Inasema kwamba mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri, kwamba mtu yoyote ambaye ataka chochote, maadam ana bidii, basi ataweza kutajirika. Kwa hiyo mpango wako wa uwekezaji pamoja na kama naleta mpango Oh uh, lakini hakikisha kwamba unapitia kutekeleza wewe aweka, sababu watu wengi wameweka mipango, lakini utekelezaji, watu wengi ni wavivu wa kutekeleza mipango we pekea. Yani utakuta mtu ametengeneza bajeti ziko ndani ya daktari, lakini anaishi nje hiyo bajeti kabisa, asingi ata kuangalia, afu anapoishiwa saasani juneisha anarudi sasa, ehhe yaani

mbali kama asilimia thelathini. Kwa hiyo anapoanza kupanga kuangalia namna kutumia anasimbeza asilimia sabini tu za kutumia baada. Tayari nikute kwa nje ya mambo. Kwa kuna kitu kinaitwa procrastination. Kuahirisha. Kuahirisha ni kubaya. Lakini inapokuja kwenye nidhamu za fedha kuahirisha ni tabia nzuri.